Siri ya kutumia mkojo wa asubuhi katika kutesti ujauzito. Kama unataka kujua kama una ujauzito ama la kwa kutumia kifaa cha mkojo, na kushauri tumia mkojo ule wa asubuhi. Sasa kwa nini tumie mkojo wa asubuhi? Na hii ndio sababu ya kutoa video hii. Zipo sababu kadhaa za kwa nini tumie mkojo wa asubuhi katika kutesti ujauzito. Sababu ya kwanza ni kiwango cha homoni. Homoni ya ujauzito pamekawa kama human chorionic gonadotropin huzalishwa na placenta mara baada ya yai la kike na mbegu ya kiume kuungana na kwenda kujishikiza katika placenta. Placenta huzalisha homoni pamekawa kama human chorionic gonadotropin, na hii homoni ndio hutumika katika kupima uh, ujauzito. Sasa kama ukiwa umelala wakati wa usiku na ukaamka, mwili umeupa muda mrefu sana wa hii homoni kujiaccumulate kujikusanya, na hivyo inakuwa nyingi sana kwenye mkojo wa asubuhi na ndio maana nakushauri utumia mkojo wa asubuhi katika kutesti ujauzito, kwani kuna kiwango kingi sana cha homoni hii ya ujauzito. Sababu ya pili, lakini subiri kwanza. kama ni mgeni wa Health Program na hujawahi kusubscribe kwenye Health Program, subscribe manake ni free kusubscribe, lakini pia tunipa hamasa mimi ya kufanya mafunzo zaidi na kuweza kuwafikia watu wengi sana na program hii ya kiafya iweze kukua zaidi uh, ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Lakini pia taa mependa video hii, basi ni bora like ili niweze kufahamu na kwa kuboresha. Sasa tuangalie sababu nyingine ya pili. Sababu ya pili ni uhakika wa, wa matokeo. Matumizi ya mkojo wa asubuhi huleta matokeo sahihi zaidi kuliko mkojo mwingine wote utakaotoa kwa siku nzima ya hiyo ambayo utakokuwa umeamka, kwa sababu mkojo wa asubuhi kama nilivyosema, unakuwa na viwango vingi sana vya human chorionic gonadotropin hormone. Lakini huenda ikatokea ukaa kuna kuna kuna kutokuwa kwa usahihi, yani false negativity, lakini chance yake ni ndogo na hii tu hutokea pale ambapo kama mara baada ya kujisikia kwamba pengine una ujauzito n yani zikapita zile siku za kuingia hedhi, yani kubleed, zikapita zile, alafu zikafuatia siku kadhaa, ndio ukaanza kufanya maamuzi ya kutesti ujauzito, unaweza ukapata majibu ambayo pengine yakawa yana mushkeli ndani yake, yakawa hana usahihi sana, kwa sababu tu ni hatua ma, mapema sana, au ni siku za mwanzoni sana e, na homoni hiyo ya human chorionic gonadotropin inaweza kaa bado haija accumulate kwenye levo kubwa, yani hajajikusanya katika levo kubwa kwa sababu ni mapema sana. Kwa hivyo ndivyo ambavyo naweza nikasema kwamba, au nikakushauri, tumia mkojo wa asubuhi katika kutesti uja uzito wako, kwa sababu kuna homoni nyingi, kuna homoni kubwa sana, au kuna kiwango kikubwa sana cha homoni ya ujauzito kimezao kama human chorionic gonadotropin kwenye mkojo wa asubuhi.